hadi kufa kisha kuamua sasa kwenda kuchoma mwili wake kwa baale. Hiyo baada ya kupata taarifa hiyo, ufuatiliaji uliendelea na ilipofika tarehe 25 mwezi wa tisa mwaka 2025 alikamatwa mtumio mwingine ambaye anaitwa Webusta William Mantebele mwenye umri wa miaka 27 saba. Huyu ni mlinzi ambaye alikiri kushiriki kufanya tukio la utekaji na mauaji ya binti huyu na alieleza kuwa tukio hilo walifanya kwa kushirikiana na wenzake ambao ni Mawa Nyahega John na Edward Christopher Kayuni. Aidha, alieleza kuwa anaweza kwenda kuonyesha askari watuhumiwa wengine walipo au watuhumiwa wenzake, kwani wamepanga kwenda mafichoni kwenye machimbo yaliyoko katika wilaya ya Chunya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 kama mnavyojua eneo la Charangwa liko kwenye, kuna miti na makazi yako mbali kidogo, kwa hiyo alikuwa anakimbia ili aweze kujificha kuelekea kwa mchakana, na ndipo walipopiga risasi iliyopelekea kumjeruhi mguu wa kulia, na nyingine ilimpata mgongoni na aliweza kuanguka chini. Kwa hiyo majeruhi hao wote wawili walichukuliwa kwa haraka sana ili kuwafikisha katika hospitali ya wilaya ya Chunya ili waweze kupata matibabu lakini walipofikishwa pale eh, kwa bahati mbaya ilibainika kuwa tayari wamekwisha fariki dunia.